Nimesikiliza kile ambacho mwalimu ame alisema, wana timu nzuri, wakiendelea hivi hivi watakuwa bora zaidi, na wakiwa wamoja watakuwa bora zaidi. Hicho ndicho ambacho mwalimu alikisema. Hakusema hakusema sio wamoja, alisema wakiwa wamoja wataendelea kufanya vizuri. Huo ni ukumbusho ya kwamba ili tuweze kufanikiwa wanasimba, tunatakiwa kuwa wamoja. Kuwa wamoja maana yake ni kwamba kuna dhana mbili, dhana ya kwanza, nyinyi sio wamoja, dhana ya pili, nyinyi ni wamoja, lakini ili mfanikiwe, natakiwa kuendelea kuwa wamoja. Iko ndicho ambacho mwalimu alikizungumza, na mimi ni wahakikishie kwenye timu yetu kwa sasa, hakuna changamoto ya aina yoyote kwenye eneo la <coughs> viongozi wa <coughs> viongozi wote wanazungumza lugha moja, viongozi wote wamesimamia malengo moja ya kuhakikisha kwamba Simba tunafanya vizuri. Inaweza ikatokea kupishana, na hiyo ni jambo la kawaida.